Tusonge mbele mtazamaji, ni afueni kwa wakazi wa eneo la mashinani Kajiado Kusini, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitatizika na shida ya maji, lakini sasa wako na jambo la kufurahia. Na hii ni baada ya serikali kuzindua mradi ambao utawafaidi watu pamoja na mifugo. Akizungumza wakati wa kuzindua mradi huo, katibu wa unyunyizaji wa maji mashamba Ephantus Kimotho alidokeza kwamba mradi huo ni tegemeo kubwa kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na mifugo wao. Kwa upande wake mbunge wa Kajiado Kusini Samuel Parashina alieleza furaha yake na akidokeza kwamba amekuwa akiongoza juhudi za kuhakikisha kwamba wakazi wanapata maji ya kutosha kwa matumizi ya nyumbani, vilevile vile matumizi ya mifugo wao. Tumepatiwa kazi ya kuleta maji ile ASAL kaunti, na Kajiado one of the ASAL kaunti, so kwa hivyo hii kazi tunafanya, tunafanya hii kazi juu ya uamrisho wa na rais. Umekuwa mkisikia rais akisema ya kwamba ile suluhisho ya hii nchi ya kumaliza mambo ya food security to make sure to make big dams. Hawa watu kwa miaka mingi wamesahaulika, lakini leo kwa kupitia wizara yako umeweza kutukumbuka, na hapo hapo nataka kumshukuru mheshimiwa rais eh, Mheshimiwa Ruto pamoja na serikali yake, kwamba hii ndio the, the real evolution na hii ndio mashinani na hii ndio bottom up kuna si tukufikiria watu wako within Nairobi ama area ambazo ni kubwa, lakini hata watu katika villages wakifikiriwa, the economic of this country itainuka zaidi. Kwa hivyo shukrani zetu kubwa ni kwa rais kwa kukua point, na hakika hawa wananchi watakuwa na njia mingi ya kumshukuru. Na unajua njia ile ya muhimu, ambaye anajua hata yeye anapenda akishukuriwa nayo kwa mwaka moja na nusu hivi ujao.